Mambo vipi? Um, e, nataka niwatoe wasiwasi washabiki wa Arsenal uh, kwamba hicho e, kifaa kinaitwa uh, Victor Yokores, ile ni mashine. Ombeni e, tu Mungu kwamba e, e, nani, kocha wa Arsenal e, e, Mikel Arteta aweze kumweka huyu jamaa katika nafasi ambayo anaweza akaweza aka, ku wanasema e, wazungu replicate aweze kutengeneza e, magoli jinsi alivyokuwa akitengeneza mwaka jana, mwaka juzi. E, e, Victor Yokores ni mchezaji ambaye ana yuko vizuri sana e, akiwa e, 1v1 au 1v2, ana uwezo mzuri sana wa kupenetrate na kuweza kufunga magoli ya kujitegemea e, kwa sababu Arsenal wameshazoea kucheza mpira wa midfield na wamezoea kutumia kitu kinachoitwa false nine. Sasa huyu jamaa anacheza traditional number nine. E, e, mi na mawazo yangu ni kwamba aweze kumpeleka acheze namba kumi na moja ili aweze kuanza kwa kupambana na mchezaji mmoja ambaye ni beki wa kulia e, utamuona nguvu zake kwa sababu yule ana uwezo wa kuvuka mchezaji yoyote e, nina uhakika kwamba mtapata magoli zaidi ya ishirini na tano. Kutoka kwa Victor Yokores mwaka huu. Kwa hiyo Arsenal e, jipangeni kwa kuona e, magoli ya kutosha kutoka kwa Victor Yokores, lakini anatakiwa sasa amtoe kutoka namba tisa ampeleke namba kumi na moja ili asiwe anakaa katikati ya wachezaji e, ni mchezaji ambaye ameshazoea ku, e, kukimbia kwanza kabla hajakutana na wachezaji. Kwa hiyo e, tunatarajia magoli ya kutosha kabisa, ishirini na tano mpaka thelathini mwaka huu.